tarajiwa kutawaliwa na matukio mengi ya kisiasa nchini kutokana na uwepo wa uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge, wa wakilishi na madiwani. Tayari nimekwisha saini notisi mbili zinazohusu kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tamko la waziri wa nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mohamed Mchangera la kutangaza kuwa mabaraza yote ya madiwani nchini yatavunjwa rasmi kesho ni ishara ya kipenga cha madiwani kuanza kujipanga upya kuomba nafasi hiyo kwa wale watakaopitishwa na vyama vyao. hekaheka heka za viongozi hawa zimeshuhudiwa katika baadhi ya mikoa wakiwa wanaagana na kuombeana kukutana tena baada ya uchaguzi mkuu. Mkoani Kilimanjaro, baraza hili limekutana na kupeana matumaini mapya. Huko Ruvuma nako mea amekutana na wananchi, huko mkoani Njombe Hali ikiwa ni hiyo hiyo, sijamaliza mambo yote, lakini nikiri, mambo mengi nimerekebisha. Nina uchovu, kwa hiyo ningeomba kipindi hiki kweli nipumzike, wala sina tatizo lolote. Mchezaji anapocheza vizuri na mnaona anapumzi, basi ni muda wa kumshangilia, ili aweze kufunga magoli mengi. Ndiyo hali ambayo tuko nayo sasa hivi. Tunaombeni sana, wenzetu, kila mmoja kwa sehemu yake na jukumu lake, wenzetu ambao mpo makanisani mkihubiri kama injili inavyosema na kusema kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kutawanya, kuna wakati wa kukusanya. Yule mkusanyaji wakati mwingine hajui sasa ni wakati wa kupanda, nafikiri ni kukusanya tu, kumbi ni wakati wa kupanda, mtuonyeshe kwa ishara mkoani mtu... Dar es Salaam, mamea wameahidi miradi iliyoanzishwa chini ya utawala wao itaendelezwa kama kawaida. Kwa hiyo wale wananchi ambao kwa njia moja ama nyingine wanaona kwenye maeneo yao kwamba kulikuwa kuna mradi haujatekelezwa, sasa baraza limevunjwa, labda mradi ule utasimama. Nataka niwaambie, mradi ule utaendelea kama kawaida. Tumeacha vituo vya afya Goba, Kwembe, Kimara, Sinza. Ukitazama vyote hivyo vinakwenda kuhudumia wananchi. Huu ni moja ya ukumbi ambao baraza la madiwani wamekuwa kiketi na kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni pamoja na miradi katika maeneo yao. Kwa sasa ukumbi wenyewe umekaa kimya na huenda ukaendelea kukaa kimya hivi hivi bila kukaliwa na baraza la madiwani baada ya baraza lenyewe kutakiwa kuvunjwa hapo kesho kwa mujibu wa katiba. Hii ni kutokana na kwamba kwa sasa nchi inaelekea katika uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika Oktoba ya mwaka huu na wale ambao watarudi hapa ni wale ambao watabahatika kupata kura za kutosha, ndio watakaorejea katika nafasi hizi. Kuvunjwa kwa baraza la madiwani kunatokana na mamlaka aliyonayo waziri wa nchi ya sheria ya serikali za mitaa na mamlaka ya wilaya sura ya 287, kifungu cha 178 ambayo yanamruhusu waziri mwenye dhamana kuvunja mabaraza siku saba kabla ya bunge kuvunjwa kuelekea uchaguzi mkuu. Katika kipindi hiki cha mpito majukumu yote ya halmashauri yatasimamiwa e na mkurugenzi wa halmashauri ambaye atakuwa ni mwenyekiti wa halmashauri akisaidiwa na wakuu wa idara kama wajumbe wa kamati. Vilevile, mkurugenzi haruhusiwi kuanzisha miradi mipya au kubadili mipango ya miradi iliyopitishwa, na pia taarifa za vikao vya menejimenti katika kipindi hicho zitawasilishwa katika baraza jipya la madiwani. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam.